Rais William Ruto ametetea utendakazi wa bima ya afya ya SHA akisema Wakenya wengi wanafaidika kwa kupata matibabu maalum kinyume na ilivyokuwa katika bima ya NHIF. Naam, akizungumza huko Vihiga katika ibada maalum kushere mia ya kusherehekea miaka 100 ya kanisa la PAG, Rais Ruto aliahidi kwamba atahakikisha uchumi wa taifa unafikia viwango vya kimataifa yaliyoendelea, na taarifa kamili. Tathmini ya utendaji wa bima ya afya ya jamii SHA ulipewa kipaumbele kwenye sherehe maalum ya kuidhinisha miaka mia moja ya kanisa la Pentecostal Assembly of God, PAG, katika kaunti ya Vihigam <mulia> Rais William Ruto alitetea bima hiyo akisema inawafaidi Wakenya wengi licha ya changamoto zilizoko, na kwamba haiwezi kulinganishwa na bima ya zamani ya NHIF. Lakini ukweli ni kwamba SHA iko na matatizo na wizi pia umeingia ndani. Rais, mimi najua wewe ni mtu wa nguvu. Help us resolve this problem

Rais akiwa rai viongozi wa eneo la magharibi mwa nchi kumuunga mkono katika azma yake ya kuhakikisha uchumi wa taifa unafikia ufanisi. Nawaomba hasa hawa viongozi wenzangu, shida hapana wananchi hawa, shida ni sisi. If kenya does not make progress, we are squarely responsible. Kujaribu kuweka kila mtu pamoja ni jambo la muhimu sana, na ndio kwa sababu tunasema tuungane, tufanye kazi pamoja we are in government and that's where we are and we support you for what you are doing and we will work, work with you up to the end. Rais Ruto akisema kwamba ataendeleza na kukamilisha miradi mbalimbali mbali katika kaunti ya Vihiga ikiwemo ujenzi wa barabara nyumba na masoko. Seth Olale, runinga ya Citizen.